Wanaharakati wa masuala ya kijamii na uongozi katika kaunti ya Kwale wamelitaka bunge la seneti kupitisha sheria ya kuwalinda wanawake wanaowania nyadhifa za kisiasa nchini. Wakizungumza katika warsha za kuhamasisha wasichana kuhusu umuhimu wa kujihusisha na uongozi, wanaharakati hao wamesema ukosefu wa sheria hiyo umesababisha wanawake wengi kupitia dhuluma kwenye siasa, na endapo ita uh, tungwa idadi ya wanawake basi huenda ikaongezeka kwenye nafasi za uongozi. Aidha, wasichana mia nne walio chini ya umri wa miaka thelathini wanalengwa kwenye hamasisho hizo kama njia moja ya, ya kuwavutia wanawake wengi kuwania viti mbalimbali vya kisiasa. Lakini tunapata kwamba wanakuwa harassed, wengine wanapigwa, wengine wapewe hiyo nafasi ya sauti zao zisikizwe, so kwenye hii kongamano

To the national level wanawake wanapata hujuma wakati wa kutafuta kura, wanapata hujuma mitandaoni, napata wengine wanaweza kueditiwa picha zao zitumwe, picha mbaya za kuwahujumu kijinsia, wanaweza kupata hata physical, uh, attacks. Sisi kama shirika kijamii tuna nafasi kubwa sana ya kuweza uh, kuhamasisha jamii, na nyinyi pia kama vyombo vya habari pia kuna nafasi kubwa, kama washikadau tuweze kuketi kwa pamoja tuwe...